Kwaiyo tumekubaliana tukutane hapa songapi? Mambo kunipigia pigia maring style ni gani mani, usikilizie, nimekwambia nitafika eh, ni long imechelewa basi, baridi nimetimba yenyewe nimetimba lofonga mani bamaiofn sio, ni bonge nilichokuitia, tumekubaliana tukutane hapa songapi? Baridi basi. Leta hela basi ni wateja wako anakoroga mani, yenyewe mpaka sasa hivi hawajanigea mapeni, alafu sasa hivi yenyewe biashara natakuwa ende slow slow mani, unajua sasa hivi mtaa ukuda ni shazi. Kwa hiyo afu ukiangalia yenyewe business na na dua na dua loan mani vipi, mani. kwa usikilizie kama ni vipi mwa, kwa hiyo kwamba unaogopa ukuda? Si nilikwambia ukikamata mimi nitakutoa shega mani, shega. Afu unajua uko mwanzo tulivyotoka ukuwa hivi, nilikuwa nakupa mzigo unatoka chapu, narudi unaleta hela sana baridi yenyewe mi, mi nitapambana. Ni, ni, ni, ni zangu kishikaji mani, midaanaiti hivi ni gani, nitakuletea mapene yako, maana yenyewe naona kama unaniletea eh, maneno fulani hivi anizami yenyewe, kwa nemani gani umu. Afu unajua kabisa yenyewe mi kichwani itikadi mani, afu kuambe kitu takubadilikia ta wenyewe mjuba, alafu wenyewe mchumba tu nitakuzingua mimi. Mwenyewe sina hela mani, kwa hiyo kama ni vipi, sikilizia mimi, nitakupigia msele wewe. Mwenyewe unajua kabisa, tumefanya mabiznesi long mani, kwa hiyo sikilizia mani, mimi mwenyewe nitakuletea mapene yako yenyewe. Sema nini? Shege amani. Na kuzingua. Sikilizea, amani mwamba kunizingua yenyewe mimi yenyewe, mjuba amani kichwani itikadi hiyo takufyetua.